Jaribu kila namna kutugawa kisiasa, kutugawa kiimani. Kulikuwa na harakati hizo kwa kujaribu kupandikiza mbegu fulani kwa watu wengine, na wengine waanze kusema nyinyi na nyinyi ee, si, wewe Mkristo, wewe Muislamu, wewe nani, tutakata vichwa, tutafanya nini. Haya si mambo ambayo tulizoea Watanzania e, haya ni njama za kutugawa Watanzania. Na siku hizi, naona, nia, kasi, siku hizi naona miaka, siku za karibuni hivi kumekuwa kuwagawa wakatoliki kwa, wa kwa wa wenyewe ndani ya Wakatoliki kuna namna fulani ya kutaka kutugawa e, kutugawa Wakatoliki na ndio, ndio habari ya leo kwenye mitandao, kujaribu kuwagawa Wakatoliki. Sisi hatugawiki, sisi ni namba witiri. Unaweza kugawa namba witiri utapata vizuri vizuri, sio namba ya shufwa ambayo unasema sita dawa kwa mbili sisi, ya pe, tunamba, kudawika, ni tatu sisi, ya kwetu namba kugawika ni gumu Zamani kilipokuwa wadogo wakisema tatu dawa kwa mbili, asema haiwezekani, katika mahesabu ya darasa la pili haiwezekani. Na ndio namba sisi wa Katoliki, namba yetu haigawiki, hatugawiki sisi. Sisi ni wamoja, ni kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Kwa hiyo mtu anayejaribu au kutumiwa kutugawa, huyu anajiingiza kwenye matatizo ya bure ya kiroho e, na anajipatia laana ya bure, kwa sababu Katoliki wa kweli anayependa kanisa lake hawezi kufikiria kugawa kanisa. Anafikiria namna gani tujenge umoja ule ulioletwa na Yesu mwenyewe, ndio tunaohudumisha kwa hivyo eh, mimi nadhani na, na ombi langu wa Katoliki wenzangu tusikubali na, na kwanza, hatugawanyiki. Hatugawanyiki kwa sababu ukiona mmoja amesema nimefaulu kuligawa Kanisa Katoliki, yaani yeye mwenyewe amejitenga, ameasi, sio kwamba megawa ameanzisha Kanisa Katoliki mahali pengine. Mwuliona kanisa lingine katoliki zaidi ya kanisa hii moja takatifu katoliki la mitume? Halipo ila mmoja naweza kusema wawili au kikundi wakasema, sisi tunaamua kujigawa tunajitenga. Hao ah, wamejitenga wamejiengua katika kanisa takatifu Katoliki, wameanzisha kitu chao. Kwa hiyo kanisa katika historia kanisa halijawahi kugawika. Maana kugawika lazima ugawike ujue wamegawika, wakatoliki wengine wako pale nambo, wengine wako huku na hawaelewani, au kufa kama nzengere zetu na hapa parokia ya hapa yanakuwa makanisa mawili ambayo hayapatani, hawezi kukaa pamoja. Huko ndio kugawanyika, kusema kanisa katoliki limegawanyika. Lakini sisi hatugawanyiki, ni mtu anajitenga, anaasi, anaanza mambo yake, huyu tu aache, kwa sababu katika historia walijitenga wengi, jitenga toka wakati wa Martin Luther, wakaja King Henry na, na wengine wameendelea, kina nani wamejitenga, wamejitenga, lakini kanisa lenyewe limebaki pale pale. Kwa hiyo msisitizo wangu ni huu, pengine wanaofikiri wanaweza kutugawa, wanapoteza muda. Sisi namba yetu haigawanyiki, ni namba ambayo kugawanyika kama tulivyosema darasa la pili, haiwezekani. Hmm, haiwezekani.